No, actually actually actually so nice. so so nice. That's actually so nice. nice. that's That's YouTuber maarufu nchini Marekani, Darren Jason Watkins Jr, ambaye anafahamika zaidi kama IShowSpeed ni kijana mwenye umri wa miaka 20 kutoka Marekani ambaye ni gumzo la mtandao na ana subscribers zaidi ya milioni 38 YouTube. Sasa amevutia dunia kwa kasi kubwa kupitia matangazo yake ya moja kwa moja yenye nguvu na bila kuchujwa; ni kila kitu kinaenda hewani wakati wa ziara yake ya kwanza kabisa nchini China. Safari yake ilianza mwishoni mwa mwezi uliopita ambapo Speed ameuvutia ulimwengu kwa kuchunguza kwa muda halisi miji yenye shughuli nyingi ya China, historia yake tajiri na utamaduni wake wa kuvutia Hivi ndivyo China inavyoonekana, hii hapa ni China! Speed alipiga kelele akiwa mubashara kutoka eneo maarufu la the Bund jijini Shanghai, akizungukwa na mnara wa Oriental Pearl na majengo marefu ya kisasa yanayounda mandhari ya kuvutia ya jiji hilo. Kutoka hapa ziara yake ya kasi ilimpeleka katika miji ya Shanghai, Beijing, Henan, Chengdu na Chongqing akiwapa watazamaji mamilioni mtazamo wa bila kuchujwa wa China ambao ni tofauti kabisa na taswira ambayo inachorwa mara kwa mara na vyombo vya habari vya Magharibi. Huko Shanghai, Speed alijitosa kwenye shughuli za kwenye bustani akifurahia dansi za simba wa jadi na maonyesho ya kung fu huku akishangaa jinsi magari ya umeme yalivyoenea. Huko Beijing alitembelea ukuta mkubwa wa China na jumba la makumbusho la kifalme na kuwatumbuiza waliokuwa karibu kwa kuruka sarakasi na kushangiliwa sana. Safari yake kwa treni ya kasi bullet train ilimwacha ameshangaa na huduma ya 5G isiyo katika hata alipokuwa ndani ya handaki. Alipoelekea zaidi bara, Speed alifuatilia ndoto zake za kumfu katika hekalu la Shaolin mkoani Henan, ambako mwalimu Liang alimfundisha sanaa za mapambano na kumpa funzo kuu la maisha: ni maumivu lakini ni maisha, ni maumivu lakini ni Shaolin, ni maumivu lakini ni kumfu, ni maumivu lakini ni wewe. Falsafa hiyo iligusia hisia za watazamaji wake kwa kina. Huko Chengdu katika mkoa wa Sichuan, alitazama maonyesho ya tamthilia ya Sichuan yanayohusisha kutema moto na kubadili sura kwa kasi. Akala hotpot ya pilipili kali na kujaribu tiba sindano ya acupuncture. Mashabiki walicheka sana kutokana na namna alivyopokea. Akiwa Chongqing, maarufu kama mji wa miundo ya 8D, alipanda treni ya mwanga inayopita katikati ya jengo la makazi, akapendezwa mno na mandhari ya mji wenye sura ya kisasa kama sinema ya science fiction, na kufurahia usiku wa mji huo unaong'aa kwa teknolojia. China ni sehemu isiyotambuliwa vya kutosha kwa utalii, sielewi kwa nini watu wanaepuzia China. Speed alisema kauli ambayo ilisisitizwa na mashabiki, walimsifu kwa kuvunja mitazamo potofu. nimepotoshwa na vyombo vya habari kwa miaka, nataka na kwenda China nijionee mwenyewe, mtazamaji mmoja alitoa maoni hayo. Mwingine akaongeza, nikikosa kwenda China nitajuta maisha yangu yote. Ziara ya Speed na kwenda sambamba na ongezeko la utalii wa kuingia China unaochochewa na sera mpya za kuingia bila visa na kufanya safari China kuwa mada maarufu mitandaoni. Wizara ya mambo ya nje ya China hivi karibuni ilisisitiza umuhimu wa aina hii ya mawasiliano, ikisema matangazo ya papo kwa papo kutoka kwa wageni yanaonyesha China halisi bila kuchujwa. Na kwa upana, hii inaonyesha kuwa uhusiano wa kitamaduni kati ya China na dunia unaungwa mkono kwa kina na hauwezi kukatwa. Na kiukweli, mapokezi yamekuwa makubwa sana, anashangiliwa, vijana, watoto wanamfuata nyuma. Inaonyesha namna ambavyo mastaa ama influencers hao wanaofanya live streams sasa hivi walivyo na power duniani. Hii power ambayo IShowSpeed ameonyesha China ni next level kiukweli kabisa, na amekuwa balozi wa China pasipo tarajiwa. W wa China wamempenda sana, na bila shaka atapata endorsement kubwa sana kutoka China, kutokana na hiki ambacho amekionyesha katika ziara yake, na akiruka live muda wote, popote alipo, labda tu akienda chooni, lakini sehemu zingine zote anakuwa live na watu wanafuatilia.